Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo e, ndugu Tundu Antipas Mwai Lisu ime imeitwa, imeendelea e, kwa upande wa serikali kuweza kuwasilisha majibu yao ya zile hoja za upingamizi ambazo wakili Tundu Lisu alikuwa ameziwasilisha. Lakini kesi ilipoanza e, wakili sore, wa, mso, e, mwenyekiti Tundu Lisu aliomba kuwasilisha hoja tatu za msingi kuhusiana na e, jinsi ambavyo kesi hii imekuwa inaendeshwa sababu kesi ya uwaini ni kesi ni kosa kubwa sana katika, katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kwa mujibu wa Katiba ibara 28 ibara ndogo ya 4 ya, ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa amezungumzia jinsi ambavyo kesi hii imechukua ime muda mrefu kwamba una, una, iko chini ya majaji watatu wa na iletwa kwa mfumo wa, wa, wa, wa mikutano au wa, wa session ambao kwa kweli ukienda na mfumo huo unasababisha kesi ikae muda mrefu ameweza kueleza kwamba tokea ameshikwa ile tarehe tisa ya mwezi wa, wa, wa nne mwaka a e, ishirini ishiri na tano mpaka hivi leo ni siku ya mia tatu na, na, na saba. Sasa kesi hiyo imedumu kwa huo muda mrefu sana, lakini katika siku zote tokea kesi ilivyokuja iletwa hapo mahakama hii mahakama kuu amefanikiwa tu kusikilizwa kwa siku kumi na, kumi na, na, na, na tano. Sasa ni kwamba muda mrefu sana umetumika bila kesi yake kusikilizwa na tokea tarehe kumi na mbili ya mwezi wa wa kumi na moja mwaka 2025 mpaka hivi leo ni siku themanini na, na, na, na, na saba, ambazo zilikuwa zimepita siku themanini na nane, samani, ambazo kesi yake ilikuwa ifanya nini haijaitwa. Wao wamesema amesema utaratibu huu sio mzuri manake, una, unasababisha matatizo kingine. Amelalamikia mfumo wa magereza wa kuzuia mawasiliano yake na mawakili na, na, na ndugu. Kwanza tokea tarehe 12 ya mwezi wa kumi na moja imekuwa ni vigumu kwake yeye kuweza kukutana na mawakili bila kificho Eh, sorry, bila, bila, bila usiri au bila ile faragha inayotakikana kwamba sheria zile kanuni za magereza zina, zinaagiza kwamba mfungwa anapokutana na mawakili, na nazungumzia mfungwa kwa maana ya kwamba mfungwa aliyefungwa, au mfungwa ambaye ni maabusu, anatakiwa aweze kuzungumza na wakili wake kwa akionekana kwa, kwa, kwa, mbele ya maafisa wa magereza au askari wa magereza, lakini bila kusikiwa lakini si hivyo ambavyo vimekuwa tokea tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kumi na moja ishirini na tano hadi hivi sasa, hiyo haki amepokonywa. Kwa hiyo alikuwa naiarifu mahakama iweze kuchukua hatua hizo za msingi, na vilevile haki ya ndugu kuweza kumuona naye imekuwa kama imezuiwa, na kikubwa zaidi kwa uongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo, viongozi na wanachama wa chama hicho kuweza kumtembelea na kumuona imekuwa sasa umekataliwa, haki imekataliwa. Yeye ni kiongozi wa chama kikuu cha siasa katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania sasa ananyimwa hiyo haki na hiyo sio sawasawa. Kwa hiyo, ameweza kuweza majaji jinsi ambavyo mambo sio mazuri mazuri, wachukue hatua, kwa sababu wao ni majaji watembezi au wanaokagua mamagereza kuangalia wafungwa na maabusu, jinsi gani ambavyo wanatendewa. Kwa hiyo, amewataka majaji kuchukua hatua stahiki, na ameweza kumtaka kum, na jaji mkuu kuangalia kwamba kesi inavyoendeshwa lazima izingatie kwamba hii ni kesi ni kosa kubwa kuchinda makosa yote. Kwa hiyo, haiwezi kuendeshwa kama, kama, kama kesi nyinginezo zinavyoendeshwa na baada ya hapo tumeingia serikali waweza kujibu hoja zake, wakionyesha kwamba yote ambao waliyafanya wao ni sahihi kabisa, mashahidi wao wanataka kuwaficha ni, ni sawa kabisa kwamba hawajakiuka sheria kwamba mwenyekiti Tundu Lissu ame ame ajaelewa vizuri sheria a amechanganya mambo, lakini mwisho wa siku ameweza kuwajibu hoja zao na kuonyesha kwamba ile amri ya jaji mtembwa haikusema kwamba wafichwe katika kiboksi, ilisema utambulisho wao tu wa majina ndio ambao ufichwe. Kanuni ziko wazi kabisa kwamba sheria inavyotumika isiathiri haki ya mtu kufanya nini, kusikilizwa kwa usawa. Na vilevile vile ni kwamba mashahidi hao, kinga ambazo ziliombwa sio zile ambazo saa hizi wanazitaka ile ile. Na, na box ya pale mahakamani iliyoko pale, majaji hawawezi wakamwona huyo shahidi. Ni kweli kama yule mtu ambaye amelindwa na anatakiwa kaa kwenye kiboksi, hatakiwi kuonekana na mshtakiwa na hao watu wengine ambao wanahudhuria mahakamani ila majaji lazima wamuone. Sasa huyo mtu aonekani kwa sababu kile kiboksi kiko kiko usambamba kabisa na nini na majaji awezi wakamwona, ili kuweza kujua huyu mwenendo wake jinsi anavyokaa pale mahakamani kama ni mtu mkweli au ni mtu mwongo. kwa, kwa Kiingereza tunaita dimina. Sasa kama uweze kuelewa dimina ya, ya shahidi, ni vigumu sana kuweza msho, kwa jaji kuweza kufikia hitimisho kwamba, je, alikuwa ni shahidi mkweli au alikuwa ni shahidi eh, muongo sasa na vile vile kumekuwa na, na, na, na, na, na, na ubishano kuhusiana na tangazo la serikali liyotangaza ile sheria ya uficho ya mwaka elfu mbili na kumi na nane. Serikali leo amekuja na, na, na karatasi ambao wanasema kwamba hiyo ni uthibitisho kama sheria ilichapishwa. Mwenyekiti Tundu Lissu amebisha amesema kwamba sio kuchapishwa hivyo, na mawataka majaji kwenda na wao kufanya uchunguzi wao utafiti wao wasichukulie sheria kijuujuu tu, kama, kama kuna kunakuwa na oja ubishani ambayo inabishaniwa kwamba kesi hiyo au sheria hiyo haikutungwa na kuchapishwa kwenye gazeti la serikali, basi ni jukumu la mahakama kuweza kujiridhisha kama ni, kama ni kweli ilichapishwa katika gazeti la serikali. Kwa hiyo kesi ime, imeahirishwa hadi tarehe tarehe 20 na tarehe 11. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like.